Hivi ulisho kujiuliza ni kwa nini kila kiongozi wa Marekani anaingia madarakani, linapokuja swala la kuisaidia Israeli huwa hawapingi? Au tuseme Marekani kwa ujumla eh, linapokuja swala la kuisaidia Israeli huwa haipingi au kukataa. Haijalishi Israeli atakuwa anavunja sheria kiasi gani e, ni lazima Marekani atasimama na Israeli, na kama kutumia kura yake ya veto au kura ya turufu basi Marekani atatumia kura hii kwa ajili ya kuitetea Israeli kwa maamuzi yote ambayo yataonekana e, sio maamuzi mazuri kwa taifa la Israeli. Sasa kufahamu ni kwa nini, ambatana na mimi paka ya mwisho ni e, nikupe machache ambayo yanaifanya Marekani ionekane kuwa mtumwa kwa taifa la Israeli. Kwanza kabisa huwa tunasema kuwa e, Mungu hawezi akakunima vyote na hii ni kweli kwa taifa la Israeli. Wayahudi pamoja na kuwa ni taifa ambalo linavunja sana sheria za kimataifa, lakini hawa watu wamebarikiwa kuwa na akili nyingi sana. Na linapokuja swala la teknolojia si tuseme, simu, kompyuta, teknolojia nyingi hawa jamaa wanahusika. Na, na ndio maana kama unakumbuka kuna speech moja ambayo eh e, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliitoa kuwa hata kipande chako hicho cha simu hicho nacho ni sehemu ya Israeli. Sio kwamba alikuwa anatania au alikuwa anasema kwa ajili ya ku, ku, kuwatisha. Ni kweli kwa sababu simu e, kwa kiasi fulani au kwa kiwango kikubwa Israeli ameweka teknolojia yake hiyo simu. Unaona, unaweka nyimbo, una, unaweka video, siju hiyo kubwa wa simu GB Israeli yeye ndo ame, amewezesha hicho kitu, nasivo? Maanake hiyo simu usinge kuwa, unawezo wa kuweka nyimbo au kuweka video au kitu chochote ambacho kinataki kilikuwa kinatakiwa kinata kiweze kutunzwa kwenye simu yako kwa sababu usinge kuwa na, space. Kwa hiyo, hawa jamaa wanabarikiwa, na pia ni watu ambao wanajua sana kutafuta hela eh, kufanya biashara. E, huafananisha pia ni kama ndugu zangu wa chama kwa hapa bon. Ulishawahi kusikia kitu kinachoitwa blackmail. Sasa b, manake ni kwamba ni kitendo cha kumlazimisha mtu akufanyie jambo fulani e, kwa kumtishia kwamba utatoa siri zake, uh, taarifa zake binafsi au jambo ambalo takaloweza kumhalirisha kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema kuwa blackmail ni kutumia siri za mtu kama silaha ya kuweza kumlazimisha kubaliane na matakwa yake. Sasa hii ni njia mojawapo ambayo Israeli inaitumia kwa ajili ya kuweza kupata kitu chochote anachokitaka kutoka Marekani. Bila shaka umesha wahi kumsikia mtu anayeitwa Jeffrey Epstein au e, habari za Jeff, Jeffrey Epstein file. Sasa Jeffrey Epstein huyu jamaa bwana, alikuwa ni bilionea wa Marekani ambaye pia alijulikana eh, kwa unyanyasaji wa kingono wa watoto na pia alikuwa na mtandao mkubwa wa kingono na watu wenye ushawishi ndani ya Marekani na nje ya Marekani akiwa amekabiliwa na mashtaka makubwa ya kingono, uh, pia alijulikana kwa kuhusiana na watu maarufu wa kisiasa, eh, burudani na biashara ikiwemo Donald Trump, eh, Bill Clinton na viongozi wengine maarufu. Sasa, kwa siri kabisa, Epstein ni, ma, kwanza ni Myahudi au tuseme ni mtu ambaye asili yake ni Mwisraeli na inasemekana kuwa alikuwa ni jasusi wa Israeli kwa hiyo alikuwa anatumia ngono kama silaha ya kuweza kuwa blackmail viongozi wa Marekani na, na kama ulivyosikia hapa kwamba hadi Trump pia na yeye yupo na sio Marekani tu e, pekee, na viongozi wengine wa dunia kama vile e, Clown Prince wa Saudi Arabia na yeye anatajwa kwenye barua pepe za Jeffrey Epstein. Sasa Israeli ni kanchi kadogo, kwa hiyo mara nyingi ambapo ambapo huwa wana wana wakitokea baada wameingia kwenye vita, ambacho huwa wanakifanya ni kuweza kupiga e, maeneo nyeti. Yani kwa mfano kama wewe una mwili mdogo, alafu unapigana na na bounce, unachotatua kufanya ni kuweza kupiga sehemu nyeti, mfano kama kwenye macho. Ukishapiga kwenye macho, hapo sasa huyo mtu hawezi kuona ujanja tena. Kwa hiyo Jeffrey Epstein manake alikuwa na siri nyingi za viongozi wa Marekani. Kwa hiyo ikitokea na kwa sababu yeye alikuwa ni jasusi, manake alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya Israeli. Ina maana e, kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaendelea ndani kwa ndani ambayo inakuwa ni siri ambayo inakuwa inatumika kama shinikizo kwa ajili ya Israeli kuweza kujipatia kitu chochote ambacho kinakuwa anakuwa anakuwa na kihitaji kutoka Marekani kwa sababu ikitokea kwamba Marekani au viongozi eh, labda eh, Donald Trump akiweza kukataa toa msaada eh, kwa Israel maanake kwa sababu wanakuwa wana siri zake nyingi. Kwa hiyo inaweza ikatokea kwamba jamaa wanaweza kavunyisha habari nyingine au eh, tepu za eh, video za ngono ambazo kama kiongozi mwisho wa siku anaweza akajikuta akamshushia ile heshima yake au akaweza kuchukuliwa sheria kwa mujibu e, wa sheria za nchi ya ndani ya Marekani. Kwa hiyo hivi ndivyo Marekani anavyo, hivi ndivyo Marekani anavyo anavyoendeshwa na Israeli. I mean, anavyo, na, na, na, na, na hawa jamaa wanatumia akili nyingi sana kwa ajili ya kuweza, ku, kuendesha mambo yao. Ndio kwenye teknolojia, kama nilivyosema awali. Kwa hiyo e, unapaswa kuwa makini nao na hata wakiomba e, ugeni mbani kwako au kwenye nchi yako ikulu, lakini unapaswa kuwa makini kwa sababu wanaweza kaondoka hapo, lakini tayari wanaweza kwa wameshaweka vitu vyao ambavyo wewe e, wanaweza kawa na kuchunguza bila kujua, wakawa na nasa mazungumzo yako, kwa mwisho wa siku unajikuta e, upo kwenye mfumo. Kwa ni hayo ambayo nitaka nije nizungumze kwa siku ya leo e, niandikie kwenye komenti e, wewe unafikiria ni kitu gani E, kinaifanya Israeli ipate msaada wowote inaotaka kutoka Marekani. Mimi ni Aroni Nyakapala na hii ni Nyakapala Digital. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare. E, tukutane wakati mwingine, uwe na siku njema.